Wasalimu sana, natumai kila mmoja yuko salama, na mimi pia niko salama. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, afya na ulinzi na kila kitu. Salamu alaikum kwa Waislamu, Bwana asifiwe kwa Kristo. Leo nimekuja tu tujifunze ndoto kuhusu pesa. Kama wee mgeni ndio unaangalia video zangu kwa mara ya kwanza na umependezwa nazo Usisahau kusubscribe. Kama una swali usisahau kuuliza, hacha ujumbe hapa kwa comment section <clears throat> na nashukuru kwa wale wote wanaoni support na wale wanaendelea kunisapoti, nashukuru sana. Nasema tusi give up hapo, acha tuzidi kusapoti Penina kwa kuona video zangu, kuzishare, kulike, subscribe na tunashukuru Mwenyezi Mungu pia kwa uhai, afya na ulinzi, na pia tunamtumainia kwa kila dakika, kila sana, kila wakati, maana ukimtumainia yeye kila kitu kitakuwa sawa, na hata mwenyewe amesema kwanza tutafute ufalme wa binguni na vyote tunavyovitaka tutazidiziwa, tutazidi, eh, hata tuzidishia navyo. Haya, karibuni sana, macha tuendelee na kujifunza kuhusu ndoto ya pesa na maana yake. Kama unataka nikusaidie kimaombi, naweza acha ujumbe, naweza simama naye kwa ajili ya maombi. Na pia kama unajua ushaiota hii ndoto, kama ndio unaota ama umesikiza na utakuja kuota, itakuwa vizuri kwa maana ushajua maana yake. Uh, ndoto ya kwanza ni kuota unagawa pesa. Ukiota unagawa pesa ni ishara ya kuondokewa na matatizo, kumaanisha uh, ile matatizo yote yale ulikuwa nayo, visirani, malumbano yote ushaiondoa na umebaki uko salama, mambo yako itazidi kwenda shwari. Ukiota unapewa pesa ni ishara ya kuaminiwa kibiashara, kikazi kifamilia vyovyote vile, na pia inamaanisha utapata pesa kwa njia zozote zile ambazo unatarajia ama kwa mpango ile ama kwa biashara zako tu. Utapata pesa mingi ni maana ya maisha na malumbano, ama ishara ya maisha na malumbano, yaani unaishi maisha na malumbano, vita nini, hivyo furugu kuota unapewa una pesa mingi. Samahani, mtu aliyekufa na kupea pesa inamaanisha usitendee watu mabaya, na kama ulikuwa unatendea watu mabaya, basi usitishe hapo hapo. Sio tu watu wale unawajua, hata watu ambao hauwajui, maana tunahimizwa kutenda wema kwa kila mtu, kwa wale tunajua, kwa wale hatujui, kwa wote wale tunahimizwa tuwe wema na tutende wema kila wakati na kila saa, na tutumainie Mungu, maana Mungu ndiye anayelipa sisi. Hatuna uwezo wa kulipa. Ukitendea mtu mema, usisubiri akutendee mema, acha Mwenyezi Mungu mwenyewe atakujibu kwa wema na kwa wakati wake, maana wakati wa Mungu ni bora sahihi kuliko wakati wetu na mpango ya Mungu ni bora zaidi kuliko mpango yetu. Kile unapanga ni kidogo na kile Mwenyezi Mungu anakupangia ni kikubwa zaidi zaidi. Ni kuota unapeana pesa. Kuota unapeana pesa ni ishara ya kuondokewa na malumbano na matatizo na mifungo yote ile ya mwovu Ibilisi. Kwa hivyo kama kwa hizi zote nimeeleza, kama kuna ile ushai yota ama kuna rafiki yako ashai yota na maana yake sio mzuri, basi unaweza shirikisha mchungaji wako, unaweza shirikisha sheha wako, mkasimama kwa maombi. Na mimi pia, ukinitafuta nitakusaidia kwa maombi, maana niko hapa kwa ajili yako. Na shukuru kwa wale wameochi video yangu hii ya leo, na wale wanaozidi kuendelea kunisupport, na washukuru sana, mzidi kusimama na mimi, mzidi kunisupport, like video zangu, share kama umefurahishwa nayo. Na shukuru, na nashukuru Mungu, yaani sina la kufanya ni zaidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote, kwa upendo mnaonionyesha Napo posti video mnaziona, mnazilike, nashukuru tu, maana sio kwa uwezo wangu, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tuzidi kutumainia Mungu, tuzidi kuweka Mungu mbele kwa kila jambo, tuzidi kumtanguliza Mwenyezi Mungu tuzidi kuachia Mungu maadui wale wanaotupiga vita, tuzidi kuachia Mungu mambo yale magumu ambayo sisi hatuiezi, na tukuwe na imani, maana tukiachia Mungu na tukuwe na imani na subira, basi yote itawezekana na Mwenyezi Mungu ataitimiza kulingana na mapenzi yake. Hakuna kitu kizuri zaidi kama Mwenyezi Mungu kutimiza kulingana na mapenzi yake. Wapendwa, tumtumainie Mungu kila saa na kila wakati na kila dakika, maana yeye ndiyo muweza yote, sisi hatuna uwezo.